Mazungumzo ya Footprints yanahusu ufahamu na uzoefu kutoka kwa viongozi wenye tajiriba katika sehemu zao za kazi na biashara na huchukulia kazi zao kama nafasi ya huduma. Mazungumzo ya Footprints wiki hii ni sehemu ya kwanza kuhusu hatari na malipo pamoja na Bwana Kalebu kulingana na kitabu cha Hesabu 13 mstari wa kwanza hadi 29. Makaburi yamejaa mawazo na uwezo mkubwa ambao haukutimizwa kwa sababu ya jinsi watu hao walivyoona na kukabiliana na hatari. Tunapoingia mwaka wa 2026, Bwana anataka kukutayarisha kuona hatari kutokana na mtazamo wake. Hiyo ndiyo njia pekee ambayo ungewezeshwa kupata uzoefu wa kile ambacho Bwana amekusudia kwa maisha yako. Tumkaribishe Bwana Kalebu atusaidie kufunua mada hii muhimu kuhusu hatari na malipo. Acha ni kufikishie pole za Jenerali Joshua, ambaye hakuweza kuungana nasi kutokana na baadhi ya kazi muhimu alizokuwa nazo. Vizuri, tunatumai wasikilizaji hawatasikiliza tu kile ambacho Bwana atatufundisha kupitia kwako, bali pia watakifanyia kazi. Ndiyo. Je, ungependa kufurahia mafanikio makubwa zaidi mwaka wa 2026? Sikiliza na uchukue hatua kwa ufahamu ambao Bwana atakupa kupitia kwangu. Kutochukua hatua yenyewe ni hatari. Kwa hivyo ukishika kile Bwana anachokufundisha hakika utashinda hatari hiyo. Mtazamo mzuri sana kuhusu hatari. Hatari, kwa hivyo, kutokana na uzoefu wako katika kitabu cha Hesabu 13, hatari ni nini? Kuna ufafanuzi kadhaa ya hatari. Kutokana na uzoefu wangu wa Hesabu 13, ninaweza kukuambia kwamba hatari ziko kati ya fursa, ahadi, mawazo na matarajio kwa upande mmoja, na malipo, ushujaa, matokeo yanayotarajiwa na mafanikio kwa upande mwingine. Ili kutoka kwenye kupata nafasi hadi malipo lazima ujihatarishe. Ili kutoka kwa ahadi hadi ushujaa lazima ujihatarishe. Ili kutoka kwa fikra tu hadi matokeo yanayotarajiwa lazima ujihatarishe. Usiangalie hatari kama jambo tu, hatari inapaswa kuwa neno la vitendo. Hili linavutia sana. Hatari inapaswa kuwa neno la vitendo. Je, unaweza kutumia uzoefu wako wa kibinafsi ili kutusaidia kuelewa hili vyema? Tulikuwa na ahadi ya ajabu kutoka kwa Bwana, nchi inayotiririka maziwa na asali. Baadhi ya ndugu na dada zangu Wayahudi waliona ahadi hii kuwa nzuri sana na haiwezo kuwa ya kweli. Kati ya ahadi ahadi hiyo hiyo na kushiriki katika ahadi hiyo ulihusisha kujihatarisha. Kati ya kuingia katika nchi na malipo ya kufurahia maziwa na asali ilihusisha pia kujihatarisha. Swali kutoka kwa hadhira. Ili kushiriki katika kutembea kwenye miujiza makubwa au kufurahia thawabu, tunahitaji tu kujihatarisha. Je, ni kwa nini tunaogopa au tunashindwa kujihatarisha? Swali nzuri sana. Nilikuwa miongoni mwa wale kumi na wawili waliotumwa kuchunguza nchi tuliyoahidiwa. Sote tuliona majitu, miji yenye ngome, vikwazo, hatari ya kushindwa, na uwezekano wa kutochukua nchi hiyo inayotiririka maziwa na asali. Kinachohusishwa na hatari ni kile tunachoita kutokuwa na uhakika. Kuhusu swali lako, sababu kwa nini ndugu zangu kumi wa Kiyahudi au umati kama tulivyowaita, waliogopa kuchukua hatari ni jinsi walivyoona na kutokuwa na uhakika juu ya vizuizi, hatari, vita na changamoto kwa hivyo hatari sio juu ya hatari au kizuizi yenyewe, lakini ni mtazamo wako na uelewa wa kutokuwa na uhakika unaozunguka hatari au kizuizi. <coughs> Huu ni ufahamu mzuri sana. Dokezo la hadhira: hatari haihusu hatari au kizuizi tunachohitaji kushughulika nacho, bali ni mtazamo tunaokuwa nao kuhusu hatari au vizuizi hivyo. Nchi yako ya kuahidiwa inaweza kuwa kuongezwa cheo kazini, mali, faida za biashara na ukuaji. Bwana amekupa ahadi hizi. Je, una mtazamo upi juu ya juhudi, vikwazo au changamoto unazohitaji kushughulikia ili kupata ahadi hizi? Kuna masomo mawili ya kimsingi kuhusu hatari ambayo ningependa hadhira yako itambue. Kwanza, je, unaamini ahadi ambayo Bwana amekupa au unafikiri ni nzuri sana na haiwezi kuwa kweli? Niliamini ahadi. Ndiyo, niliamini Bwana angeweza kutuleta kwenye nchi inayotiririka maziwa na asali. Kwa hiyo somo la kwanza, amini ahadi, amini kile ambacho Bwana amekuahidi katika mwaka wa elfu mbili na ishirini na sita. Bwana Kalebu, je, tunaweza kusema kwamba imani yetu katika rekodi na uwezo wa yule ambaye ameahidi ni msingi wa somo hili la kwanza? Hakika niliamini rekodi ya Bwana. Nilimwona akiwaangamiza Farao na miungu yake. Nilimwona akiitenganisha Bahari ya Shamu ili tupite, na akamzamisha Farao na maofisa wake wa jeshi la Misri, farasi na magari yao. Nilimwona akitoa mana na maji katika jangwa. Ningeweza kuendelea na kuendelea. Alikuwa na rekodi nzuri. Sikuwezaje kwamini angeweza kuniongoza hadi nchi inayotiririka maziwa na asali. Asante kwa hilo. Tafadhali twende kwenye somo la pili. Je, unaonaje kutokuwa na uhakika unaozunguka vikwazo, juhudi, hatari na changamoto unazohitaji kushughulikia ili kupata ahadi? Joshua na mimi tuliziona kama fursa. Wale wengine kumi waliziona kama hatari na vikwazo. Somo la pili: hatari ni neno la kitendo. Tazama mashaka yanayozunguka vizuizi, juhudi na hatari kama fursa ya kushuhudia nguvu na uaminifu wa Bwana wako. Vizuri sana, asante kwa masomo haya mawili muhimu kuhusu msingi wa hatari. Tunatazamia maarifa zaidi kuhusu kuchukua hatari katika sehemu ya pili, hadhira. Kabla ya wakati huo, tuonyeshe shukrani zetu kwa Bwana Kalebu. Iwapo mazungumzo haya ya footprints yamekuwa yenye baraka kwako, basi ipitishe ili iwe ya baraka kwa wengine. Je, wewe ni muumini aliyejitolea kutimiza wito wake wa kitaaluma mahali pa kazi na mahali pa biashara? Tuna rasilimali kadhaa kukusaidia kufanya hivyo. Jiunge nasi kwenye mtandao wetu ya YouTube kwa ajili ya wewe kupokea rasilimali mpya kila wiki. Kama wewe pia una vipaji vingine vya kiteknolojia, wasiliana nasi na tuzisalimishe kwa Bwana ili kubadilisha maisha ya wengine kwa utukufu wake.